Nipe nafasi. Mama aliamka mapema, huku macho yake akiwa yamesharabu wekundu, kama kwamba alikuwa amelia usiku kucha. Nilishuku kwamba jambo fulani mbaya lingetokea. Nilikuwa na umri wa miaka tisa na niliweza kusikia mambo kwa ufasaha. Maisha nyumbani yalihitaji uwezo huo uwe. hiyo ndio siku mama alikata kauli kuwa asingekubali tufe njaa Baba alikuwa hamtumii pesa kutoka Afrika Kusini alipokuwa akifanya kazi migodini kwa zaidi ya mwaka sasa. Kulikuwa na uvumi kwamba baba alikuwa na mke mwingine huko migodini. Wazazi wake walikuwa wamedida kusikiliza malalamishi ya mama kuhusu suala hilo la baba kuwa na mke mwingine mbali na nyumbani. Walimtaka kuelewa kuwa mume kuwa na wake wengi ilikuwa jambo la kawaida jambo ambalo mke mwema akafaa mlalamikia hawa kuelewa kuelewa hali ngumu ya maisha iliyokabili yeye na watoto wake. Kwa namna fulani ilieleweka ni kwa nini nyanya na babu hawakujali wa siku hizo. Kama baba angetuma pesa, angezituma kwa nyanya, yeye ndiye angefanya uamuzi wa kumpa mama pesa hizo au la. Na mara nyingine mama hakupata hata senti. Baba alijua hili ila yeye pia alishindwa kumvumilia mke aliyependa kulalamika. Leo tunaenda Magongeni kwa jamaa ya baba yenu, mama alitueleza asubuhi ile baada ya staftahi ya ugali na mahindi usiyokuwa na kitoweo. Kwa nini mama? Nilimuuliza. Ilimchukua muda kulijibu swali langu. Nilimwona anameza kitu kama funda chungu hivi. Kwa sababu tukiendelea kukaa hapa hatutaweza kupata chakula Alisema hatimaye. Magongeni ilikuwa kilomita arobaini kutoka Abero, kijijini kwetu. Tuliabiri basi uchwana mjini wote. Huu ndio mji ulio karibu na kijiji Abero. Baada ya kusafiri kilomita thelathini tulifika mwisho wa barabara basi, ingawa aliwezi kwenda mbele ya hapo. Safari ya kupanda milima ya Manoti ilianza hapa, shughuli ya kuuma meno, kwani tulikabiliana na majabali njiani na mara kwa mara alikuwa na tishio la kuteleza na kuanguka. Hatari zaidi ilikuwa theluji iliyotanda kote. Siku ile hewa ilikuwa ya baridi shadidi na ilihalisha hata boho za mifupa mwilini, hasa ikizingatiwa kuwa tulikuwa tumevaa marari. Ili kufanikisha safari hii, lazima, mwanamke mwenye huruma kijijini alikuwa amemkopesha mama nauli ya gari ili kusafiri huku milimani. Milima yenyewe ilionekana meupe na mikubwa ajabu. Tulianza kuipanda milima ile yenye baridi na hatari ya utelezi. Dadangu mdogo na kwoseka alianguka tena na tena na kulowesha nguo zake kwenye theluji kila mara. Niliamua kumbeba mgongoni, alikuwa mzito na uzani wake ulitufanya kuanguka. Mama pia alianguka mara mbili tatu. Kina mama ni wenye makini, hawaanguki kwa urahisi, lakini mara ya mwisho alipoanguka, alianguka kwa kishindo Nilimsikia akiliita jina la baba kwa sauti ya kulaani Moshe. Aliyataja majina ya ndugu zangu wakubwa kakangu na dadangu ambao tulikuwa tumewaacha nyumbani, kana kwamba alishangaa wangefanyaje usiku ule. Nilipomkaribia niliweza kuona kuwa macho yake bado yalikuwa mekundu na yaliyotonesha machozi. Baridi ilizidi kutafuna kadi ziliyoasiana kupanda milima ya Maloti. Vidole vyangu vya miguuni vilikuwa ganzi. Mashavu yetu yaliadhibiwa kwa upepo baridi, huku vipande vya theluji vikitupiga kwenye nyuso zetu. Miili yetu iliathirika, tulihisi njaa na uchovu. Nikatamani tufike kwa jamaa ya baba yetu, ambapo tungepata angalau mchuzi wa papa kabla ya kulala. Bidii ya mama ilitutia moyo na kuendelea na safari. Tulijikaza zaidi kupambana na safari ile ya kilomita kumi nilikuwa nimesahau mpito wa wakati. Mama aliendelea kumeza mafunda machungu huku akizungumzia safarini. Niliasikia maneno yake, nitarudi na kufanya kazi ili niweze kuwakimu. Leo lazima watapata chajio kabla ya kufika kijijini tulikokuwa tunaenda. Tulisimama, mama alitaka kunyonyesha. Mkaazini hakuweza kunyonya Mwili wake ulikuwa umekamamaa na ngozi yake ilikuwa imechunjuka hakuwa anakumua. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilimsikia mama anaangua kilio. Kifo cha mfadhili kilitupunguza na kuwa watoto sita nyumbani. Ni vigumu kueleza kwa yakini kilichoendelea kutoka pale katika hali ile ya baridi, lakini nakumbuka kuwa tulifika Makongeni kwa farasi. Wanakijiji lazima waliona kuwa tulikuwa tumekawia pale kwa muda mrefu na kushangaa kulikuwa na tatizo gani. Kisha wafunga farasi walikuja kutuchukua. Watu katika janibu hizi waliwajali wengine kuliko wale walioishi kwenye sehemu tambarare au mjini. Tulipofika kwa jamaa yake baba, kulikuwa na mchanganyiko wa furaha na huzuni. Jamaa yake baba ilifurahia kutuona sisi watoto wa ndugu yao lakini taswira ya mama alikuwa imebeba maiti ya ndugu yetu mkatini, iliwatia wasiwasi. Huenda jamaa hiyo ya baba ilishukuliwa kweli na kifo cha mnuna wetu. Lakini kufikia wakati ule mama alikuwa kapoa, katulizana na washiria ujasiri wa ajabu. Alikuwa amerejelea hali ya kawaida ya nafsi yake. Hakuwa kuwa yule mama ambaye muda mfupi uliopita alikuwa analia huku ameandamana na wanawe walioanguka mara kwa mara kwenye theluji. Niliona mchanganyiko wa chuki, ujasiri na nia ndani ya nafsi ya mama. Nilihisi kuwa hii ndiyo sifa ya mama niliyojivunia. Mama alikuwa anatarajia lawama la hii, kama angeheshimu mheshimu mumeo na wazazi wake yule mtoto asingefariki alijua pia kuwa walijali utamaduni na heshima ya ukoo wa Belo zaidi kuliko hali iliyosababisha uamuzi wake wa kuja kwao. Alifahamu kuwa alihitaji kuwa makini sana, la sivyo wangemkumbusha kuwa ndugu yao hakumwoa kutoka Swaziland kuamilia watoto, aliolewa pale kuwatengeneza watoto ili kuendeleza familia hiyo. Adhari ya bumbazi iliyowapiga kutokana na kifo cha mhadhiri ilikuwa imepungua makali na mipango kuhusu mazishi ilikuwa imekamilika pia, lakini mama alikuwa bado na maswali ya kujibu. Kama alivyotarajia, jamaa yote ilikuwa imekusanyika pale nyumbani na kila mmoja alikuwa na hamu ya kusikiliza Walikaa tuli ingio ndio utawala uliweza kuidhinishwa na ule unaotarajiwa katika mahakama zao za kijijini wakati kuna kesi nzito ya kuamuliwa. ina maana kwamba hakuomba ruhusa ya kuja huku kutoka kwa mumeo au wakwe zako? Mafemba alimuuliza mama kwa upole. Mafemba alikuwa kaka mkubwa wa babangu. Ndiyo, kwa maana hata kama ningefanya hivyo wasingenikubalia, alijibu mama kwa utulivu na mnafikiri unatoa mfano gani kwa wake wengine waliolewa katika familia ya bedo matemba aliendelea mama hakujibu sema alikemea matemba sauti yake ilifirikizwa na minong'ono kutoka kwa kundi la wanaume waliokuwa pale sema alirudia matemba kwa sauti ya juu zaidi mama alimlenga matemba usoni sawasawa na kusema Ninawataka wanawake waelewe kuwa wanawake wanaposhindwa kutekeleza wajibu wao kama viongozi katika familia Mwale, kiasi kwamba watoto wao wanakufa njaa, hawafai kukaa tu bila kuchukua hatua zozote, wakitegemea msaada kutoka mbinguni. Nimewaleta watoto wangu kwenu kwa miezi au miwili ili waweze kupata chakula huku nikitafuta ajira. Hilo pia mila ruhusa. Ndiyo, mama alijibu kwa ujasiri. Kwa mara nyingine Kulikuwa na minong'ono miongoni mwa wanaume na mara hii ilitoka kwa sauti ya juu ya kutisha. Nilikumbuka kesi moja iliyokuwa imefanyika miaka miwili iliyopita kijijini ya Lelo ambapo mwanamke mmoja alikuwa amemwambia mmewe wazawazi kuwa alikuwa mzembe. Katika kila pembe ya kijiji walikusanyika makundi ya wanaume wakilalamika na kulaani matusi yaliyote, mwanamke anamwambia mmewe kuwa ni mzembe. Mwishoni mwa wiki ile mwanamke yule alitoweka kijijini. Mumewe alikuwa amemwadhibu vikali kwa kosa lile. Hakuna aliyejua kama alikuwa amepelekwa hospitalini au alikuwa ameamua kurudi kwa wazazi wake, kama galile mwanamke anayekimbia mumewe na kurudi kwa wazazi wake, au alikuwa amejiunga na wanawake wengine walioasi ndoa zao na kuishia angaza i hali imebadilika siku hizi kwa kuwa wake wanakubaliwa kudai talaka kutoka kwa waume zao. Kulikuwa na tetesi kote kijijini mpaka siku chache baada ya wakati mbwa walipofua kutoka kondeni mwake, mwili wa mkewe uliokuwa umeshaanza kuoza. Kimya! Matemba aliamrisha kando na minongono. Wanaume katika nyumba ile walikuwa watulii walihisi kuwa mama alikuwa amewatusi na bila shaka kuna wale waliotamani wangekuwa na nafasi wasiotetelea kumtia mikononi na kumrudi vilivyo. Baadhi yao walimkazia macho ya chuki na kisasi. lazima arudi kwao Swaziland, sauti ya jamaa fulani ilianikiza. Kimya, wow. Matemba aliamuru kwa sauti ambayo ingeogofya simba. Kulikuwa na harufu ya kitunguu kutoka kwa nyumba jirani tumbo langu liliguruma na mate kunidondoka. Nilitamani chakula kile kiwe tayari kwa haraka zaidi ya kitu kile. Ingawa tulikuwa tumepata joto kutokana na moto kule ndani, matumbo yetu yalizidi kukeketwa na makali ya njaa. Nilishangaa kama tungeweza kula katika hali ile ya zogo, kati ya tamaa ya baba na mama ya mama kazini kumi na ndege iliyopita huko nje karibu ufua, ufua, ufua, ufua, na dirisha la nyumba ile huko wasiwakia numazapana kwamba hawakua na deruji tena mle ndani. Kimya cha ajabu kilitawala, kimya cha kumpa mama nafasi ya kujitetea. Mnahitaji niwakumbushe kuwa mimi ni raia halali wa Lesotho kupitia kwa ndoa? Sina nia yoyote ya kurudi Swaziland, wala hakuna yeyote anayeweza kunilazimisha kurudi Swaziland, hata huyo mume wangu. Huyu mwanamke anasoma Biblia kweli? Atajifunza nini kutuheshimu? Jamaa fulani aliyekuwa ameketi karibu na mlango aliuliza kwa sauti. Kulikuwa na sauti nyingine za kumuunga mkono. Ndiyo, anaiheshimu Biblia? Anatuheshimu kweli? Swali hili lilielekezwa kwa mama kupitia kwa matendo. Ndiyo naijua Biblia, alijibu mama. Inasema kuwa wanawake wanapaswa kuwa wanyenyekevu, wanaamrishwa kutii kama inavyosema sheria. Sheria za kijamii zinamchukulia mwanamke kama mtoto anayetarajiwa kuwa chini ya uelekezi na utunzaji wa mwanaume. Wanawake wanachukuliwa kuwa watu dhaifu na wenye utambuzi finyu. Wanalazimika kuomba ruhusa ya kufanya hata mambo madogo kama vile kuwatembelea marafiki na wazazi wao, kutafuta ajira, kujiendeleza kimasomo, kutafuta ufadhili au mikopo, kila kitu. Mama aliwaambia wazazi wa posauti imara. Sauti yake ilipenya masikioni kwa udhabiti wa ajabu, iliakisi ujasiri, nia ya nafsi na unyenyekevu. Kila mtu alimsikiliza kwa makini. Kimya kilitawala nyumbani mle, kana kwamba wote walikuwa wamekata ndimi. Mama aliendelea, hakuna aliyemtaguliza. ila hizi zinatekelezwa na serikali, chama cha taifa cha ba ambayo kila mara unajiamba kwamba imechaguliwa na wanawake, kwa kuwa wanaume wengi wao wapo ndali huko Afrika Kusini wakifanya kazi milonini, wanashabikia chama cha BCP. Jamii na serikali zinatunyima sisi wanawake uhuru. Wanawake wanalazimika kuomba ruhusa kwa kila jambo wanalohitaji kufanya ili kuboresha maisha yao. kabla sijafana nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuonoza maisha yangu na yale ya wanangu. Kila mtu ndani ya nyumba ile alimtazama mama kwa mshangao, vina wazi macho yameyegodoa. Wa lazima alikuwa amesema mengi ya kuwafikirisha wanaume. Walijishushia pumzi, wakashindwa kusema lolote. Mmoja baada ya wengine, walianza kutoka nje kimya kimya. Mtu wa mwisho kuondoka alikuwa Matemba, ambaye alisema kwa sauti ya mkatala wanaume husuluhisha matatizo ya kifamilia kwa namna bora wakiwa kwenye karabu. Hmm, tutarudi hivi bunde kutoa uamuzi wetu kuhusu swala hili. Alitoka na kufunga mlango wa kishindo. Kwa bahati nzuri, kule nje theluji ilikuwa imepungua, ingawa bado kulikuwa na baridi kali. Niliwasikia ng'ombe wakiroroma kwenye karabu, bila shaka wakidhani watunzaji wao walikuwa wanakuja kuwapeleka mafungani. Kule tu walipoondoka tuliletewa chakula tukaanza kula. Hilo ndilo jambo walilotuleta na mabugeni mama. Chakula chenyewe kilikuwa kitamu, kilitokana na papa papasani, mboga za namcuni zilizoweza kusainili makali ya kige na nyama ya kondoo. Kwa miaka miwili nilikuwa sijapata kula nyama. Ladha ya kitunguu pia ilifurahisha. Nilikuwa nimeshaelezwa kuwa jina langu la kupanga lilitokana na mzee mmoja wa familia ya Belo aliyeishi makongeni miaka yamojay ya aliyefunga kondoo wengi. Sasa nikiwa na mama ya kondoo nini mwangu, niliona kuwa jina lile kweli lilioiiki. mm -hmm. Ulikuwa na hisia tofauti tofauti kuhusu aliyokuwa amemwambia mama wale wanamku kila mama, wazee walihisi kuwa hawafaa kuwazungumzia hivyo, wanamume wale wa familia na kuwa alistahili kuwaomba msamaha watakaporudi kutoka kwenye karamu. Na nao wanawake wa umri wa makamo walihisi kuwa hatimaye mama alikuwa amesema ukweli uliostahili kunenwa. Waliamini kuwa hatimaye aliwadia wakati wao wa kusimama kidete katika mambo yaliyohusu maisha yao, ingawa wanaume zao wa walipinda kukiri hili. Mzigo mkubwa wa kiuchumi ulitishia kuwashinda kuubeba peke yao walihitaji kushuka matao ya ujini na kukubali uhalisi wa mambo. Mama alikubaliana na wanawake wale wa umri wa, wa makamo. Mbegu aliyokuwa anapanda ilianza kuota mizizi. Mmoja baada ya mwingine katika mstari, wanaume walirejelea mle nyumbani, kila kiliwafanya kuonekana kama vivuli virefu. Kimya chao kilitisha. Waliketi kwenye viti mmoja baada ya mwingine nao wanawake waliendelea kuketi sakafuni. Kwa mara nyingine, Matemba alitoa jukumu la kuongoza kikao kile Kunde. Palikuwa na kimya cha kuogofya ndani ya nyumba. Wale ambao hawakuwa wamemaliza kula walilazimika kusitisha ulaji wao mara moja. Taharuki ilitanda kote nyumbani. Kila mtu alifahamu kuwa maamuzi yaliyofanyiwa kwenye kazi yalikuwa hayawezi kubadilishwa. Ama kwa kweli maamuzi hayo yalichukua makukwa mtakatifu kwa maana waume walitakaswa viongozi wa familia na Mwenyezi Mungu. Mwanaume wa mwisho kuingia mle ndani alikuwa amebeba kifurushi kilichofungwa kwa kitambaa cheupe aliweka mzigo huo karibu na mamangu. Mzigo huo ulikuwa maiti ya mkathili ndugu yetu aliyefariki dunia. Kila mtu alikuwa kimya. Matemba alianza kusema kwa sauti kubwa ya kutisha. nini Matemba karake mvuga mmeo, pamoja na jamaa wengine wa familia hii, tumeona kuwa wewe mama kazini, unakuja hapa kutukosea heshima, kando na kuwapotosha wake wengine walioolewa katika familia ya Belo hapa Makongeni. Kama wanakubalia hale huku waageza zi sawa, lakini sisi hatuwezi kuyakubali hapa hivyo basi, tumeamua kwa sababu ya hali ya anga Tunakubali watoto wako kukaa hapa kwa wiki moja au mbili, hali itakapokuwa afadhali tutawarudisha kwako huko Abelu. Hatutakubalia kumdhalilisha mmeo Moshe ndugu yetu kwa kuwatawanya watoto wake kwa kisingizio cha kutafuta kazi pasi na kibali kutoka kwa yeyote. Kama tutakubalia kumdhalilisha mmeo, hata wake wetu hapa watatudharau. Hatuwezi kuruhusu jambo lolote linaloelekea kuivunja familia ya Belo wale miongoni mwetu wasiobahatika kupata kazi huko mgodini wana wajibu wa kuhakikisha kuwa familia yetu haisambaratiki. Kesho asubuhi, wengine wetu tutaandamana nawe mpaka Abedo ili tusaidie kumzika mtoto. Utabeba maiti ya mtoto huyo mgongoni mwako kama ulivyoibeba kuleleta hapa. Nimesema kunde tu. Baada ya kauli ya Matemba watu walifungana kila mmoja tayari kuanza safari ya kurudi kwake. Matemba na wanaume wenzake walikuwa wamejaribu sana kuzilinda tamaduni na desturi pamoja na, na kuisimamisha familia ya Belo. Hata hivyo walikabiliwa na changamoto nyingine, uamuzi waliofanya kwenye kar au kuzikishisha. Mama alisimama akaanza kuongea. Wale ambao tayari walikuwa wameanza kuondoka walilazimika kusita na kusikiliza. Ni kweli imesema lakini mimi nilimaanisha kila neno nililokuambia, wewe na kila mtu, ni wajibu wetu sisi wanawake kuyatetea maisha yetu na yale ya watoto wetu. Nitarudi nyumbani nifanye bidii ili kuhakimu na kujikimu mwenyewe, mama alisema kwa sauti na toni ambayo ilikuwa imesikia saa chache zilizopita, tulipokuwa tunapambana kuipanda milima ya Maloti. Au maliza kusema yote yaliyokuwa moyoni, kwa sababu alianguka kwa kishindo kama alivyofanya mara ya mwisho pale njiani akiwa na mtoto wake mgongoni, lakini mara hii hakumlaani baba kama alivyofanya alipoanguka njiani. Mara hii ilikuwa anguko kubwa liliokuajiwa na kimya. Mwili wake ulivikuakina pale chini, karibu na maiti ya mkatimu. Mimi na gaani tuliangua kilio ghafla, tuliogopa kuwa mama naye alikuwa amefariki. aaturajia ulimwengu ukatili usiojali. haraka haraka tulichukuliwa na kupelekwa kwenye ile nyumba nyingine, kwa kusababisha kilele zilizokaa na kuwasumbua watu wazima. Waliokuwa mle walikuwa wanamannia mama maji kichwani ili kumwamsha. Nilikumbuka matukio ya siku ile na yote aliyokuwa amesema mama. Wakati mmoja alikuwa amesema, kabla sijafa nataka kwanza niwe nimepata nafasi ya kuyaboresha maisha yangu na yale ya wanangu. Nilishangaa kama jambo hilo lingewezekana. Mwishoni mwa mwaka huo Mama yangu alikuwa mwalimu wa shule ya msingi bila idhini ya baba wala wazazi wa mume wake. Kutokana na mshahara wake mdogo, alitupeleka shuleni tena pasi na kibali kutoka kwa yeyote, na kuanzia wakati huo tulipata chakula kila siku.